Mambo haya ya kuchochea chuki ama za ukabila ama za dini yakianza na tukayapa nafasi, hayana simile, hayana mtashangaa jinsi mnavyo mnavyoanza kuchinjana, mkashangaa. Na ikifika kiasi hicho, hakuna mtu wa kukema, hakuna atakayetokea kusema acheni. Na kama kuna viongozi wa siasa wanataka kuitumia dini kwa manufaa yao ya kisiasa, nawaombeni ndugu zangu, siku ikifika ambapo uwanachama wa chama cha siasa au uumini thabiti wa dini ukawianishwa na chama cha siasa anachokifuata, ndio mwisho wa nchi yetu. Kwanza ushauri wa kwanza na uelekeza moja kwa moja kwa mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ni kuombe, ili kuepukana na migogoro na kuto kuleta vurugu ndani ya nchi, maana vurugu za kidini ni ngumu sana. La kufanya, mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani, naomba usikae kimya, toa tamko kuanzia sasa, toa tamko la kuonyesha kwamba haya maelekezo ya kufuta kanisa la askofu Gwajima, haya maelekezo ya jeshi la polisi kwenda kuvamia kanisa usiku wa saa tano na robo na kulizingira na polisi sio watatu wala wanne wala kumi, polisi wengi wako na nafikiri na madefenda zaidi ya matatu. mambo haya yanayofanyika Je, toa kauli kama waziri wa mambo ya ndani, ni maelekezo yako? Kama sio maelekezo yako, eka hadharani. Ukikaa kimya, baadaye utakuwa umechelewa sana. Na kuomba mheshimiwa waziri, mimi sijawahi kukutana na wewe, lakini sidhani kama kuna kiongozi ndani ya nchi hii ambaye hanifahamu sielewi, na kama yupo kiongozi ambaye hanifahamu basi atakuwa ni mtu ambaye amepata cheo juzi, ni mgeni sana. Na kuomba mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani, toa tamko kama ni maelekezo yako, tujue kwamba umeelekeza wizara ni ofisi ya msajili kufuta kanisa la la askofu Gwajima, kanisa la ufufu na uzima, ili tujue kwamba hayo ni maelekezo yako, kama sio maelekezo yako ya kanushe. Kanusha, kama ni maelekezo yako, jeshi la polisi, kwa sababu najua msajili yuko chini yako, na hata kisheria msajili siyo anayesajili madhehebu ya kidini, yuko pale kama kivuli tu. Mimi nafahamu ni nani anayeruhusiwa kusajili madhehebu ya kidini ndani ya nchi hii. Ninafahamu kwa sababu nime, nimefanya hii kazi ya ya injili miaka mingi zaidi ya 40, kwa unafahamu ni nani anayesajili. Huyo msajili yuko hapo, wala hana mamlaka ya kusajili haya mambo. turusu ku yasema, lakini wacha ni yaseme leo. Mkurugenzi Emmanuel Kihampa hawezi kufanya chochote cha kusajili dhehebu kwa kupenda kwake. Hana mamlaka hayo kisheria wala kitaratibu yeye anapewa maelekezo sasa. Tuambie, maelekezo haya ya kufuta kanisa la Gwajima, na maelekezo haya ya polisi kwenda kuvamia kanisa na kulizingira saa tano na robo usiku, watu wako kwenye ibada, ni maelekezo yako, waziri wa mambo ya ndani, au sio maelekezo yako? Naomba jitokeze hadharani na ueleze kwa ufasaha kabisa, kwa sababu kama sio hujuma kama sio hujuma dhidi ya, ya serikali ya awamu ya sita. Yaani ili watu wa, kwa nini haya mambo yatokee kipindi hiki cha uchaguzi, ili watu waseme kwamba rais Samia ndo anayetaka kufunga makanisa, rais Samia ndo anayefunga madhehebu ya dini. Na kama tutaachia kanisa la Gwajima likafungwa, hata la kwangu litafungwa, hata makanisa mengine yatafungwa kwa sababu haiwezekani. Mi sikatai kufuta makanisa, yafute kama kanisa limefanya kosa. Tumeni zile fomu zinazokuwa ni fomu zinaeleza sababu tano mpaka sita. Kwao, ninakuomba Mheshimiwa Waziri, na kuomba sana na nyenyekea kwako, na kuomba jitokeze hadharani, eleza haya yanayoendelea dhidi ya kanisa la Mungu. Saa tano na nusu watu kwenye maombi wa kwenye ibada, ni maelekezo yako? Ni maelekezo ya wizara yako? Ili tujue. Hawa watu wamezoea kuitumia wizara na sio leo, wameitumia elfu mbili na kumi na nne wameitumia elfu mbili na kumi na tano kumi na tatu kumi na nne wamefanya madudu mengi, sitaki kuyaongea kwao. Hilo ni ushauri wangu wa kwanza kwa mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani.